Tuko hapa haru, Arusha kwa ajili ya mafunzo ya mawakili wa serikali na wanasheria wote wa serikali. E, ujumbe ambao nilikuwa najaribu kuutoa kwa wanasheria wote wa serikali pamoja na mawakili wa serikali, utaona kwamba katika mafunzo haya lengo letu kubwa tunataka ku advance legal excellence for sustainable development kwa maana ya kwamba unataka kuhakikisha kwamba ubora katika huduma za sheria unakuwa mzuri ili kuleta maendeleo kwa taifa letu. Sasa, tunapozungumzia ubora katika huduma za sheria kitu cha kwanza kabisa kwa mwanasheria kuzingatia ni kuhakikisha kwamba kila jambo unalifanya kwa wakati na bila kuchelewa. Kwa hiyo, kuanzia wewe mwenyewe unavyohudhuria katika eneo husika kwa wakati, lakini na kulishughulikia jambo hilo au huduma hiyo unaitoa kwa wakati, lakini na kwa kuzingatia ubora pia. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kwa nchi nyingi sana za, za, za Afrika na zile zinazoendelea watu kuwa na ugoigoi n yani hawako, hawako haraka sana katika utoaji huduma. Kwa hiyo ile kauli mbiu yetu ya weledi na ubora itakuwa ngumu sana kuifikia kama sisi hatutafanya kazi kwa haraka na kwa wakati na huduma yako unaoletewa basi unaitoa kwa wakati. Usipofanya hivyo, unazaa una, una, una kitu fulani yani, ni ugonjwa tunasema procrastination, yani ugonjwa wao wewe kuchelewa chelewa, yani vitu unafanya kwa kuchelewa, unaviahirisha ahirisha tu bila sababu ya msingi. Kwa hiyo matokeo yake sasa wateja wanakosa huduma Uh, na huduma zile zisipotolewa zinaenda kuwa na athari katika biashara, zinakwenda kuwa na athari katika ukuaji wa uchumi. Kwa hiyo tukasema kwamba pamoja na mafunzo haya ambayo tunaongeza tuna, tuna, tuna umahiri wetu katika sekta ya sheria, lakini vile vile vile, tunataka tunoe na mfumo fikra wetu kuhakikisha kwamba sisi ni watu ambao tunafanya kazi zetu kwa haraka kwa ubora bila kuchelewa, chelewa kwa sababu unapofanya hivyo unaleta athari kubwa sana katika maendeleo ya taifa bila wewe mwenyewe kujijua. Mwanasheria Mkuu wa Serikali ana jukumu kubwa la kushauri serikali kuhusiana na maswala mbalimbali mbali ya kisheria ambayo maswala haya ni kuhusiana labda na mikataba kuhusiana na masuala ya manunuzi, kuhusiana na masuala ya uandishi wa sheria, sheria mpya zinazotungwa na mambo mbalimbali ambayo yanahusisha shughuli za serikali. Sasa utekelezaji wa jukumu hizi, pamoja na kwamba umekuwa ukifanyika vizuri, bado kuna changamoto za hapa napale, na pale ambazo zimeonekana kama ambavyo wenyewe mmekuwa mnaona, labda kuna mikataba ambayo inaonekana labda inafika hatua inavunjwa inafanya nini na kila kitu. Sasa tunataka kuongeza umahiri kwa mawakili wetu ili kuondoa hizi changamoto ambazo serikali inapitia leo, iko mahakamani kwenye mashauri labda ambayo yametokana mikataba kuvunjwa, ambayo labda mikataba haijasimamiwa vizuri. Kwa hiyo sasa katika kuhakikisha tunaongeza huo umahiri na tija kwa, kwa serikali, ndiyo maana tukaona tuje na haya mafunzo, ambayo haya mafunzo ni mahususi kwa ajili ya mawakili wa serikali na yanalenga zaidi kuwapa ujuzi katika kazi. Kwa hiyo hata facilitators ambao tumewaleta ni wale ambao ni facilitators ambao wamehudumu katika serikali, lakini wale ambao pia wanafanya masuala mbalimbali ya kimataifa katika hizo field. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanapata fursa ya kutosha kusikia ule uzoefu na wale washiriki wa, wa wetu, kwa sababu washiriki wanatoka sehemu mbalimbali. Kuna watu wametoka halmashauri Katavi, kuna watu wametoka halmashauri Lindi, yaani kuna watu wametoka maeneo ya mbali kwa mbali, so wengine wanakosa ile fursa ya kuwa exposed kwenye yale mambo yenye changamoto. Lakini sasa hizi nchi yetu inafunguka, kuna wakati masuala ya uwekezaji yanafika mpaka huko maeneo ambayo tunaona labda hayajaendelea. Sasa kama mwanasheria hujamexpose katika, uh, katika maeneo mbalimbali mbali, ili aweze kukabiliana na yale masuala mbalimbali yanayokuja kwake, itampa changamoto kudili nayo. Lakini kupitia haya mafunzo, wanasheria wote wanaosifika hapa wanapata kujifunza masuala mbalimbali kuanzia majadiliano ya mikataba, usimamizi wa mikataba, kutoa ushauri wa kisheria, ku uandaaji wa sheria. Kama ambavyo mnajua, tuna sheria ndogo ambazo zinasaidia kuendesha halmashauri zetu zinaandaliwa na wanasheria wetu, so wanapokuja hapa wanapata hayo mafunzo ambayo yanasaidia kuandaliwa kwa sheria bora ambazo zinaleta tija wakati wa utekelezaji. Wawe mahiri wa sheria, wajue tatizo wanalolitolea ushauri na waliwasilishe kwa weledi, kwa kutumia lugha rahisi inayoeleweka na wadau au mdau husika, na wajitahidi kuto kutotumia lugha ambayo itamfanya mtu ashindwe kuelewa ushauri wake, ikiwa ni pamoja na lugha ya maudhi au lugha ya kukera. Kwa kufanya hivyo, ushauri utamfikia mdau kama ulivyo na utamwelimisha na utamsaidia kutatua changamoto aliyonayo.